Pande zote mmeelezea kwa kirefu, kuna habari ya ahirisho maombi ya ahirisho ya kesi, mimi taidi <tinyuhiceland> <tinyuhi> kuwat zenu ambazo mmefanya wote katika kufanya submission na hoja zote zimezingatiwa kwenye maamuzi yangu sasa mbele yangu ni maombi ya kuahirisha kesi, mbele yangu ni maombi ya kuahirisha kesi ambayo unaweta upande wa Jamhuri kwa mujibu wa kifungu cha cha shina tano kwanza cha kwanza muhimu muhimu mashtaka ya jinai, sauti yangu imefikia hapo mwisho. Aya, sasa maombi yaliyopo mbele yangu ni maombi ya kuahirisha shauri kwa mujibu wa kifungu cha 225 kifungu dogo cha kwanza cha Criminal Procedure Act. Sababu iliyoletwa ya kuahirisha shauri ni kwamba kuna pending ile mahakama kwa madereza pending application namba 13 20, uh, 9, 8, of 2025 ambayo iko which is pending for determination by And it is, uh, uh, it is alleged that the determination of the application may affect the proceedings of this case. Uh, na hiyo application inasemekana imeletwa kwa mujibu wa kifungu cha mia moja themanini na nane kifungu dogo cha kwanza na mia tatu tisini na mbili at, ilnaosi upande wa utetezi unapinga. Sababu ya jumla hasa ni kwamba upande wa mashtaka hawajaleta sababu za kutosha dhahirisho ikiwa ni pamoja na kueleza kama mashahidi yote hao kumi na tano wanahusika na hiyo application, mashahidi 15 ambao walitajwa kwenye PH wanahusika na hiyo application na kama hawahusiki wana, eh, kwa nini wale ambao hawahusiki na application wasingefika leo kwa kutoa ushahidi. Sasa athari, madhara ya kuomba kama mahakama ita kutokuahirisha shauri upande uh, wa utetezi wanaomba mahakama itumie kifungu cha mia mbili ishirini na sita kifungu kidogo cha kwanza kufuta mashtaka kufuta kesi na kumwachia mshtakiwa, au kutumia kifungu cha mia mbili ishirini na tano kifungu kidogo cha tano cha sheria ya mwenendo wa mashtaka ya jinai. Pamoja na hayo, upande wa utetezi wanaomba mahakama, kama itaisha shauri, basi tumie kifungu cha nane fungu cha kwanza A, A, B na tisa moja cha hii Basic Rights and Duties Enforcement Act kufanya reference ya mambo ya kikatiba ambayo yanaonekana kukiukwa na kifungu cha mia moja themanini na nane cha sheria ya mashtaka ya jinai na vifungu hivyo ambavyo vinaonekana dhahiri kukiukwa ni kifungu uh, uh, cha kumi na tatu moja kumi na tatu mbili tatu kumi na tatu sita pamoja na ishirini na tisa moja tano ya katiba jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa mimi ninaongozwa na kifungu cha mia mbili ishirini na tano kifungu lo cha kwanza cha kuahirisha ambacho kinaipa mamlaka mahakama ya kuahirisha shauri Kifungu hiki kinaipa mamlaka mahakama kuahirisha shauri, mamlaka ambayo tunakubaliana na wote kwamba lazima mahakama ya yatumie katika mizani ya haki yatumie ndisha zile katika katika kuzingatia, katika kuzingatia haki so kifungu hicho kinampa ma, ma, ma, mahakama mamlaka kuahirisha shauri kwa sababu mbalimbali miongoni mwa sababu hizo ni kama pale kutakuwa na sababu za kutosha za kuahirisha shauri hilo kutoka kwenda kwenda kwenye siku nyingine. Sasa so, so, upande wa mashtaka unasema kwamba sababu yao msingi ni kwamba kuna shauri imefunguliwa mahakamani hayo maombi namba kumi na tatu ishirini na tisa nane elfu mbili na ishirini na tano ambayo huenda maamuzi yake yakaathiri mwenendo wa shauri hili, hoja ambayo inapingwa ina, ina, ina, ina na upande wa utetezi lakini kwa mtazamo wangu, kwa mtazamo wangu, kwa hiyo in my view, mimi kwa mtazamo wangu naona hiyo sa sababu inaweza kuwa ni sababu ya kutosha, inaweza kuwa sababu ya kutosha kunifanya mimi niahirishe niahirishe, kwa busara kuahirisha shauri mpaka tarehe nyingine na kutokutumia vifungu hivi vya mia mbili ishirini na sita moja na mia mbili ishirini na tano tano sheria mwenendo wa mashauri ya jinai kama ilivyoombwa na upande wa utetezi. Kwa hiyo busara zimeniongoza niahirishe shauri mpaka tarehe nyingine, kupisha kupisha huo maombi hayo kusikilizwa kusikilizwa na kutolewa maamuzi na mahakama sasa. Kuna maombi yametolewa mengine, sasa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa misingi hiyo nitasita pia kusema chochote kuhusiana kama kuna haja ya, ku, ya kufanya reference ya mambo yaliyoibuka hapa kwenye Mahakama Kuu, kwa sababu sioni umuhimu wa kufanya hivyo. Sitasema chochote kuhusiana na hilo, kuhusiana na amri ya mahakama, kuhusiana na maelezo ya ambayo imebishaniwa hapa. Kuna complainant statement, kuna information ya, ya, ya statement of informants nakumbuka hili nilishatoa maelekezo nilishatoa maelekezo tarehe kumi na tisa mwezi Mei 2025 wakati tunafanya PH kwamba kwa mujibu wa kifungu cha tisa kifungu dogo cha tatu cha sheria mwendo mashtaka ya jinai maelezo hayo yana, yanayoelezwa kwenye kifungu hicho wapatiwe upande uh, wa mashtaka au mshtakiwa na upande na mawakili wake wa utetezi. Kwa hiyo niishasema hiyo, hiyo itabaki ndio position ya mahakama kwa maelezo hayo yanapaswa kupatiwa mshtakiwa au upande wa utetezi. Sabala kusema hayo, basi ninaona kuna sababu za msingi za kuahirisha shauri na naahirisha shauri mpaka tarehe kumi na sita mwezi wa sita saa nne asubuhi kwa ajili ya hiyari.